Ni heshima inayotoka kwa Mungu mwenyewe, si kwa kujipatia mwenyewe. Na heshima hiyo Mungu anaitoa kwa sababu huyu mtu alikubali kupita kwenye nyakati ngumu. Huyu mtu alikubali kunyenyekea kupita katika nyakati ngumu, nami nataka nikutamkie wewe, ambaye unapita katikati ya mazingira magumu, wewe ni waheshima kubwa sana mbele za Mungu, kwa maana Mungu amewekeza mambo mengi ndani yako na itafika mahali watu wakikusikiliza, wakikuona unachozungumza Mungu anaweza akawatumia watu hao kukukirimia zawadi katikati ya jamii na ukaheshimika na ukaendelea kulitukuza jina la Bwana. Tarajia Mungu atakupa wadhifa, tarajia Mungu atakupa cheo, tarajia Mungu atakupa mamlaka katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tutaona watu ambao wanainuliwa kwa sababu wamepita kwenye nyakati ngumu, wamepita kwenye mazingira magumu, wamepita kwenye nyakati ngumu, wamepita kwenye magonjwa, wamepita kwenye ziki, wamepita kwenye njaa. Lakini kwa utii huo huo, nataka nikutie moyo, kuna kibali mbele yako kinakufuata, kwa heshima ya mbele yako. Mungu anaileta heshima yako, Mungu anakuletea heshima katika jina la Yesu. Na Mungu atakapokufanikisha, watu watajua ya kwamba huu ni mkono wa Mungu, si kwa akili za huyu mtu zilizomfanya aweze kufika mahali pale, kwa sababu Mungu mwenyewe huwa anatupandisha kwa heshima ambayo anatupa pale ambapo tunakubali kunyenyekea.